Hii nchi ni yetu sote. Nchi hii siyo ya executive only, ni nchi yetu sote wa Tanzania. Nitaka nishauri ndugu zangu wa Ukawa, nimesoma hotuba ya aliyoisoma aliyoisoma dada yetu Alima, kuna a lot of constructive issues. next time hii nchi ni yetu sote. Mkisema viwanda kizingumkuti na nini, zile abusive language, mnatufanya na sisi tuwe defensive na kusahau content mlioweka ambayo ina substance kwenye maendeleo ya nchi. Linapokuja swala la mpango wa nchi, tuweke siasa pembeni, tujadili mpango wa nchi na serikali isipochukua na waziri wa fedha asipochukua yale tunayoamini ni kwa maslahi ya nchi yetu na watu wetu, tuna jukumu la kuungana bila kuangalia vyama vyetu. Hili ni jambo la kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niseme, nianze kwa masikitiko premises alizoziweka waziri wa fedha kwa ajili ya msingi wa bajeti ya bajeti anayokuja nayo ni premises ambazo zinatujengea failure felia. Mheshimiwa Spiki, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkienda ukurasa wa 14, item 2310 waziri ametaja item kama saba ambazo ndio msingi, misingi ya ya mpango na bajeti ya 2017/18 hii ndiyo pila naanza item ya mwisho anasema kuwepo kwa sheria na taratibu uwezeshi kwa uwekeza uwekezaji ukiangalia taarifa ya kamati World Bank report ina turank ni 139 doing business in Tanzania is very difficult ni jukumu lako mheshimiwa waziri ukaangalie sheria za nchi hii zina attract investment. Item number 5, anasema hali ya hewa ya nchi na katika nchi jirani nzuri, which is not right. Hali ya hewa ya nchi kwa 17 18, tuna projekti kuwepo kwa ukame nchi zilizotuzunguka zina hali mbaya ya chakula. Taarifa ya TMA inaonyesha kwamba kutakuwa na ukame yeye anasema itakuwa nzuri. We are failing kuendelea kuimarika na kutegemea kwa uchumi wa dunia. Mheshimiwa waziri anatoa wapi hii fakti? Global trade imeteremka by 0.08. This is sio maneno yangu, ni ya World Bank, ni ya IMF yanaonyesha na ukigugo ripoti ya World Bank ya tarehe ishirini mwezi huu wa kumi inasema wazi kwamba bei ya mafuta duniani inapanda. Waziri anasema itaimarika, ita, ita tulivyopitisha bajeti iliyopita na bajeti hii mafuta yamepanda kwa zaidi ya dola kumi, unasema inaimarika, bradha yangu, kaka yangu, it's very bad hii nchi ni yetu sote. Tulisema kwenye mpango mwezi wa pili, tukasema sana kwenye bajeti. Yale yote tuliyokushauri humu ndani, ukaja ukatuona wote humu ndani wa bunge hatuna akili. Leo tunaathirika kama nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, ripoti ya waziri hii ya mapendekezo ya mpango inazungumzia growth ya biashara yetu ya nje by 7.4, very good. Nakataja mazao: katani, tumbaku, nyuzi. Nimechukua hii document agro sector, hakuna sehemu unapanga kuongeza uzalishaji na kuinvesti kwenye hizi bidhaa ambazo zimetuingizia fedha. What is this? Unachosema huku na mpango wako havifanani, kaka. Tumeahidi wananchi, sisi chama cha mapinduzi, au kwa sababu kaka yangu hujaenda kuomba kura? Mheshimiwa mwenyekiti, alisema CEO wa Nokia Alisema CEO wa Nokia wakati Nokia imekuwa taken na Microsoft. Alisema we, di, we, didn't do, we, we did not do anything wrong but somehow we lost. Sisi tuko excited na historical fact the world is changing. Tusipobadilika we are going to perish. Soma mipango. Liganga na Mchuchuma mimi sijaja bungeni na isikia iko chini ya NDC. Hebu jiulizeni kwenye mipango, NDC toka lini inapelekewa fedha na nchi hii, na mnitajie subsidiary moja iliyo succeed ya NDC nothing, nothing. hakuna subsidiary iliyo iliyo succeed, hakuna leo. Yani, ninashindwa kuelewa what are we thinking Waziri anazungumzia, <laughs> Mungu, huyu waziri anazungumzia 32, 33 trillion shilling budget. Area ya kwanza ni ma ma makusanyo ya kodi kuongezeka kwa asilimia 16 maana yake tuna mpango wa kwenda kuongeza kodi na mzigo kwa wananchi by 16%. Tuliwaambia msiweke kodi kwenye money transfer, hamkutusikiliza. Tuliwaambia msiweke kodi kwenye tourism, hamkutusikiliza. Tuliwaambia msiweke kodi kwenye maeneo mengi, mnajua matokeo yake, kota iliyopita commercial banks zimeshuka profitability by 94%. Implication yake ni moja, income tax itakuwa chini, excise duty zitaporomoka, there is no hope. No hope. Nini nachotaka ni shauri moja, Dr. Mpango kaka yangu, I respect your academic background Ushauri wangu wa kwanza, kodi, kodi should not be your target kwenye kila jambo. Haina maana kuweka kodi kwenye kila kitu kwenye maeneo yale yale, we are killing the business. Tutumie strategic location ya nchi. Nataka nitoe mfano mdogo, it's not a rocket science. Dubai ime grow because of airport tuna best air, tuna best tuna location hapa lakini one of the expensive lending katika dunia hii Tanzania. Futeni makodi kwenye viwanja vya ndege, fanyeni this is the hub. We will grow. Leo mnaleta ishu ya Kurasini kutengeneza gulio la Wachina, mnaua Kariakoo. Mnaua Kariakoo maana yake Wachina waje pale waweke bidhaa zao halafu iwe ni free tax kuziweka pale, alafu ikitoka ndio tuchukue kodi. Hatuna hizo control mechanism. if you want to establish a free market with zero tax, fungueni soko la Kariakoo, waacheni waswahili wale wauze pale, ikitoka tukusanye kodi. Leo tumekuwa wakusanya ushuru wa Kongo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuanzisheni soko la madini. Yoyote atakayeleta madini yake hapa Tanzania aingize bure, yakiuzwa, yakitoka, tutapata kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, agro sector, nataka niwaambie tunazungumzia kwamba tunataka kuondoa umaskini. Kama hatufikiri sawasawa kwenye kuwekeza zaidi kwenye sekta za kilimo na uwekezaji wetu wa viwanda ukagusa maeneo ya kilimo, there is no way tutapambana na umaskini wa nchi hii. Na mimi hapa nimesikia wabunge wanalalamika dawa hamna, wabunge wanalalamika mikopo. Nataka niwaambie waheshimiwa wabunge Mi natoka huduma ya jamii kamati ya, ya Guantanamo ndiyo inasimamia sekta ya elimu na sekta ya afya. Mtamtoa roho kaka, ndugu yangu Kigwangala bure, mtamtoa roho Umi, mtamtoa roho profesa Ndalichako, MSD. If we will not rectify our economy, hatuwezi kuondoa matatizo ya afya. Sasa kama tunataka kweli wabunge kusaidia serikali tudili na wizara ya fedha. That is the only solution. Kama waziri wa fedha hacherish private sector, wanasheria wanajua kuna kitu kinaitwa law of negligence. Huwezi kwenda Kariakoo umeshika bulungutu la milioni kumi unatembea, alafu watu wakichukua ulalamike tuliacha milango yetu wazi muda mrefu, wafanyabiashara wakatumia opportunity, wakavuta. Leo tuna, kwa kuwa uzembe wetu uliowaattracti wao kukwepa kodi na na wizi mwingine ulikuwa mastermind from the government. Mwizi, mwizi, it is is true. This is a naked truth. Kwa nini mpaka leo mindset ya serikalini na wizara ya fedha ni kwamba business community ni wezi? No one will come to our market. Nataka niwapeni mfano mwingine. Waziri anasema 6.7 ya miezi sita ya kwanza, moja ya eneo ambalo limekuwa ambalo limechangia kukua ni minerals. Mimi najiuliza najiuliza sana, nashangaa taarifa zake. Kuna tatizo serikalini, mrahaba, production ya tanzanite imeshuka by 50% toka tumewauzia wale wahuni ule mgodi. Hiyo hiyo hiyo growth inatoka wapi? Inatoka wapi? Tunasema tunasema fedha imekuwa imekuwa, kutoka wapi? Wakati wana register losses, private sector cannot cannot access loans from the financial institution, na sio kwa sababu hawana hela, ni kwa sababu hakuna security sokoni. Leo biashara zina collapse nchi hii, leo mabanki, na nataka niitahadharishe serikali, if you will not be careful, na waziri wa fedha usipofanya intervention kwenye financial institution Real estate is going down, na wengi walikopa watashindwa kulipa, tutaingia kwenye matatizo.